Funguo za maisha bora: akili na ustadi. Je, unatamani maisha yenye furaha, mafanikio na heshima? Siri ipo hapa. Twende pamoja, tujifunze jinsi ya kuishi maisha ya kistaarabu na akili. Afya yako ni utajiri wako. Hakikisha unakula vizuri, unalala vya kutosha, na unafanya mazoezi mara kwa mara. Usafi wa mwili na mazingira ni muhimu sana. Oga kila siku vaa nguo safi na hakikisha mazingira yako ni safi na salama. Muda ni mali. Panga siku yako, tekeleza majukumu yako kwa wakati, na epuka kuahirisha mambo. Fedha ni chombo muhimu. Jifunze kusimamia fedha zako vizuri, weka akiba, na epuka matumizi yasiyo ya lazima. Zungukwa na watu chanya na wenye busara. Epuka watu wenye tabia mbaya na ushawishi mbaya. Maisha ni safari ya kujifunza. Soma vitabu, shiriki katika mafunzo na jitahidi kujiboresha kila siku. Simama imara katika maadili yako. Kuwa mwaminifu, mkweli na mwenye heshima kwa wengine. Weka malengo yako wazi na andika chini. Fanya kazi kwa bidii na uvumilivu ili uweze kuyafikia. Je, uko tayari kubadilisha maisha yako? Anza leo. Shiriki video hii na marafiki zako, toa maoni yako na ujiunge na jumuiya yetu kwa vidokezo zaidi vya maisha bora. Usisahau kusubscribe.